Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, napenda kukukaribisha wewe binafsi na washiriki wote kwenye kongamano hili la mwaka huu. Na kushukuru sana kwa ukubali wako na utayari wako wa kuja kuwa mgeni rasmi hapa leo. Ni wazi ulikuwa na majukumu mengi lakini kwa kulipa umuhimu wa kipekee kongamano hili umeweza kuja kushiriki nasi, asante sana. Jukumu kubwa tulilonalo hapa ni kukaribisha rasmi uweze kuzungumza nasi na kufungua kongamano la leo ambalo muda huu maono ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika elimu uwekezaji na ujenzi wa taifa lenye amani kwa maendeleo ya watu. Hata hivyo, kabla ya kufanya hivyo, nitumie nafasi hii kusema mambo machache yafuatayo. Kwanza, tunamkumbuka Mwalimu Julius Nyerere. Ni vizuri kujua mtu huyu tunayemkumbuka wote ni mtu wa namna gani na kwa nini wote kila mwaka tunajumuika hapa kuja kumkumbuka. Mwalimu Julius Nyerere ni kiongozi wa pekee yake katika bara la Afrika ambaye aliongoza kwanza nchi yake ikiwa Tanganyika na kuiondoa katika makucha ya ukoloni, lakini kwa kutumia amani. Mwalimu angetaka tupate uhuru kwa, kwa kumwaga damu, tungemwaga sisi, tuliokuwepo vijana wa wakati ule tulingojea amri yake ili tufanye anavyotaka, lakini alituambia wakoroni hawakuja hawa hapa kutawala kwa hiari yao, walitumwa na Umoja wa Mataifa. Kwao tunaenda kuwambia waliotutawala kwamba hawakufanya kazi waliotumwa ya kututayarisha kujitawala, kwa sababu wakati unajitawala katika upande wa elimu tulikuwa na, wa, na engineer wawili katika Tanganyika isiyokuwa na barabara wala madaraja. Mwaka ule tulikuwa na mtu mmoja tu amesoma masters, alikuwa anaitwa Julius Nyerere peke yake. Ndiyo maandalizi yaliyofanywa na wakoloni kwa miaka sabini na tano thelathini na tano ya Wajerumani na arobaini ya Waingereza. Kwa hiyo alipokuwa anaanzisha chuo hiki kule Tabora katika mkutano ambao una historia ndefu, ambao ndio ulijibu na kuondoa vizi, changamoto zilizokuwa zimefanywa na wakoloni wa kutaka kukigawa chama chake kinaitwa TANU. Wakati ule wakoloni walisema lazima tupige kura tatu, tupigie wazungu, pige Wahindi na Waafrika. Kulikuwa na viti 30 vi, vinagombaniwa na kumi vilikuwa lazima viwe vya wazungu kumi vya waisha na kumi vya Waafrika. Mkutano wa Tabora wa mwaka 1958 ulitegua kitendawili hicho ambacho wakono walitaka kuigawa tano kwa sababu walijua wanatano hawatakubali kuleta wazungu waliokuwa wakipambana nao na wa Asia katika mfumo wake, lakini mwalimu alisimama imara Tabora. Wale vijana ambao hawajui kilichotokea Tabora ni vizuri wakajua kwamba mwalimu baada ya kushinda na kuifanya TANU ikubali kura tatu, ambayo ndiyo iliyekeza Tanganyika kupata uhuru, alifanya mkutano mmoja wa hadhara mjini Tabora na ndio mara ya kwanza alionekana hadharani akiwa analia na kutoa machozi, na alisema sasa, tumeshinda, lakini tutawaambia wakoloni watupe uhuru wetu, wakikataa tutawashtaki kwa Mungu. Sasa wewe utatafasiri Mungu angeenda kusikiliza kesi gani, lakini mwalimu alikuwa anasema kama kwa amani hawawezi kutupa uhuru tutamwambia Mungu sasa hatuna njia nyingine isipokuwa kuudai kwa, kwa nguvu. Lakini baadaye TANU ilishinda viti vyote 30 na gavana aliyekuwa anatawala wakati ule anaitwa Edward Twining alisarenda na akaomba Waingereza umuondoe Tanganyika, ndipo akaja gavana wa, wa mwisho anaitwa Richard Turnbull ambaye alikuja kukamilisha ya kuhakikisha Tanganyika inapata uhuru. Huyo ndio Julius Kambarage Nyerere, huyo ndio Julius Nyerere ambaye aliunganisha makabila mia na ishirini yakawa taifa, na mpaka leo katika historia ya Afrika hakuna nchi ambayo haina ukabila isipokuwa Tanzania. Haiwezekani. jambo hilo lingeweza kufanywa na Mungu kwa nchi moja tu katika Afrika? Lazima kuna mkono wa mtu. Ndio maana tunamkumbuka Mwalimu ambaye leo ametuunganisha bila kujali makabila yetu, bila kujali dini, tukaunda nchi moja. Mwalimu ametuachia amani. Leo kuna kizazi cha wanasiasa wanasema wanataka kuvuruga amani kama njia ya kupata wanachotaka. Tunawaambia amani hii imejengwa katika mwamba na kwamba haiwezi kuvurugwa na mtu yeyote. Amani ya nchi hii italindwa na watanzania wenyewe kwa sababu ni zao la umoja wao. Huyo <coughs> ndio Julius Kambarage Nyerere tunayemkumbuka Mwalimu ameunganisha nchi zetu kwa sababu aliamini Afrika inahitaji kuwa moja. Mwalimu alisema katika bunge la Ghana kwamba bila umoja wa Afrika, Afrika haina future. Mpaka anaenda kaburini aliamini hivyo, kwamba umoja ndio njia pekee yake inaweza ikawafanya Waafrika wakawa na na nafuu katika kontinenti lao, lakini kazi yake alimaliza kazi iliyobaki ni ya vizazi vinavyofata. Mwalimu asingefanya yale ambayo hakuwa amekusudia kuachwa na Mungu hapa duniani. Alipanda mbegu ambayo viongozi wa Afrika wanatakiwa kuiotesha na kuiendeleza. Leo tunakumbuka miaka mia na tatu ya kuzaliwa kwake. Ndugu mgeni rasmi, naomba nikukaribishe ili uje uzungumze na wanaharak... na wananchi wawawa juu ya Mwalimu Julius Nyerere, kiongozi wa mfano ambaye ni vigumu sana kumkuta katika sehemu nyingine yoyote ya Afrika, ambako aliongoza kama rais kwa miaka ishirini na nne akatoka hana akaunti ndani wala nje ya nchi. Huyo ndio Julius Kambarage Nyerere, na labda ndio